Zikiwa zimesalia siku chache kuelekea uzinduzi wa daraja la Kigongo Busisi, ambalo linatarajiwa kuzinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe kumi na tisa Bongo FM tumefika hapa katika kivuko cha Kigongo Busisi ili kuweza kuzungumza na baadhi ya watumiaji wa kivuko hichi, wao watuambie e, ufunguzi wa daraja hili utaleta manufaa gani kwao. Ikumbukwe kuwa kivuko hichi eh, kilikuwa kinatumika kati ya watumiaji wanaotoka uh, upande wa Misungwi, lakini pia wale ambao wanatoka upande wa Sengerema. Hivyo daraja hili linakwenda kurahisisha eh, maisha au kurahisisha safari kawa, kati ya watumiaji wanaotoka upande wa Sengerema, lakini wale wanaotoka upande wa Misungwi. Tunazungumza nao hapa na watatuambia daraja hili litakapozinduliwa, je, yeah manufaa kwao yatakuwa ni yapi? Ikumbukwe kuwa pia yalikuwa yanatumika takribani masaa mawili e, ambayo hayo masaa mawili ni katika zoezi kama hili la ukataji wa tiketi, lakini zoezi la kukisubiri kivuko kutoka upande mmoja kuja upande mwingine, na masaa dakika takribani kumi na tano mpaka ishirini za kivuko kufanya safari zake kutokea Kigongo kuelekea Busisi au Busisi kuja Kigongo.